Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye jumla ya tani milioni 1,454,974.72 ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 708.6 kwa ajili ya mazao mbalimbali mbali. Hatua hii imesababisha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kutoka tani laki 363,599 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024 ikiwa ni ongezeko la asilimia 133.47. Vilevile, kiasi cha mbolea kinachotumika kwa kila hekta kimeongezeka kutoka kilo 19 mwaka 2021-2022 hadi kilo 24 mwaka 2024-2025 sawa na ongezeko la asilimia 26. Kwa ujumla, ongezeko hilo la matumizi ya mbolea linawakilisha asilimia 48 ya lengo la taifa la kutumia kilo 50 kwa hekta, ikiwa kama ilivyowekwa katika mpango wa Comprehensive Africa Agriculture Development Program. Hayo ni mafanikio ya bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025 kwa Wizara ya Kilimo.